kumuuliza mtu jirani, mimi na mzungu mmoja kufika Shinyanga, akaniambia wale kufa ni rais. Nikamwambia ah, ni mshikaji tumsewa huko, tunachotengeneza upepo mji mzima. Akifa mtu hapa, unaona, unaenda pale Karimjee, anakufa mtu hujawahi kumjua, humjui huyo, mabaki si utatoka hapa Kawe, utakwenda hapa Tegeta, utakwenda mpaka Karimjee, unaenda kumwaga marehemu, humjui unaongea wangu Marema alikuwa mchapa kazi, humjui, kumbe ni kibaka kabisa. Lakini ndugu yako akiumwa, ukasema unaita familia yako kuchanga pesa kwa ajili ya kumsaidia matibabu, hao ndugu wao. Lakini siku akifa hao ndugu watajaa msibani, hata kama ni mosho atapanda majani. Huo ndio ushirika wa kipuzu unajenga katika nchi, kwamba tunajenga mahusiano na ushirika katika masuala yasiyokuwa na msingi. Mnatuambia, mheshimiwa tuko nyuma yenu. Hii ni, ni <coughs> <coughs> ishara kwa nyuma yetu, tutaki twendeni wote sambamba. nyuma yetu, mnafanya nini hivi? Mshindo tuko pamoja, ndomba tuambia mitano, kazi nzuri sana kazi nzuri sana. Mshindo kazi nzuri sana Mshindo anamwita waita ni imani pale na Kunyago ni haya na Lema mimi kwangu, mimi kwangu unafanya kazi nzuri sana Tufikirie maazimio ya msingi katika kupigania haki ya nchi. Hebu <laughs> fikiria si tukiacha kujali. Fikiria tukiacha kujali. Na hii kazi na mashaka. Hii kazi na mashaka ndugu zangu. Kuna mashaka. Mimi nimekuja na familia tuliyopita iliyopita nilikuwa nimekimbia nchi. Familia yangu iko hapa mimi. Niko Canada. Sienjoy lakini hawarudi hapa kwanza. Kwanza patenge pa maji. Hapa hawarudi. Sasa mheshimiwa, watoto wako wako hapa warumi. Yaani nikianza kuchukua na wako wako, nachukua na mke wako, ama tubaki wanaume, tusimame nao tusaidie nchi. Sasa Dar es Salaam, tusaidieni kufanya maisha ya watu nchini. Hampiganii tena maisha yenu. Mimi sipiganii maisha yao, na sitarajii nitaona mabadiliko. Napigania kwa kiwango kikubwa sana ila lazima niwe kwenye process ya kukimbiza kijiti, si lazima niwepo kwenye mchakato wa kutembea. Ndio maana liso alivyokuwa ndani pana, wakaandaa mikutano hapa, nikawaambia, nilimwambia mwenyekiti aandaa mkutano Pasaka, nikakuwa na wazazi wangu kijijini kule, nikasema ngoja niende, hii kazi ina thamani kubwa zaidi, usaniane wajibu kuwa pesi, msiogope. Mkiogopa, mtakufa, hamuishi milele. Kati ya kundi kubwa na waliona hapa, miaka hamsini inayokuja kutoka sasa, asilimia themanini ya watu mtakuwepo. Badiliko la nchi wao, wameshachelewa wewe. Mabadiliko yako takiwa pigania. Baba yako babu yetu walifanya kazi moja ya kumkimbiza mkoloni. Nawapia kwa jina la Mwenyezi Mungu kiza, kizazi hiki cha kwetu kingekuwa ndo kizazi kipo kipindi kile cha ukoloni.

pande nikienda mtendaji ataniona, pande nikiona amnabawozi ataniona. Ukiona una mume anaogopa kusimamia kweli na haki, kwa sababu anaogopa mtendaji, una mume kampendea. Na wachungaji, kesho ni Pasaka, tunataka tusikie matamko, sio matamko, wasitupe stori za Yesu Yesu basi akaenda Betlehemu, akaleta kitu unajua, tunatakiwa mpige nyundo, inchi ingie <tus> <tus> vitu vingie kidini. Wakati Yesu, Yesu alipelekwa msalabani kwa sababu alivunja ndoa serikali. Sababu ya Yesu kwenda msalabani ni kwa sababu alikuja kupindua mfumo wa fitina wa serikali ile iliyokuwepo. Ndoa ya msalaba. Sasa leo wachungaji wachungaji hata wakisema, unasikia wanasema tunataka amani, tunasisitiza umoja na amani. Wanaona wizi wa kura kwenye serikali ya mitaa, wanaona wanaona kwenye serikali ya mitaa maiti zinaandikishwa. Tunataka kelele, waseme, niye serikali, kama hamtarekebisha sheria za uchaguzi, tutawaambia waumini wetu wasiende kupiga kura na sisi hatutaenda kupiga kura. Hao ndo matamko tunataka kusikia.

lakini hata kama Mungu tunamtumaini huyu, aliomba ulimwengu huu, hata kwenye makanisani mimi, mnaweza kunifika na Mungu anisaidie, hiyo roho isiingie isi, kwaa watakata tamaa. Unaenda kanisani, kuna watu kanisani, ndani ya kanisa kuna mtu katekwa, mchungaji anajua, askofu anajua, alafu mahubiri ya Jumapili tunakemea fanyagi maskini umeokamata, hali imezidi kuwa mbaya, hali imezidi kuwa mbaya, umaskini umeokamata. Dakika moja fane, dakika moja, umaskini umeokamata. Badala yake mnafanya nini? Badala yake mnakimbia kwenye makanisa ya kiruhu waliokuwa wenye, mko mnaambiwa kuna mali, kuna mafuta, ukipakwa mafuta unakuwa tajiri. Mtapakwa mpaka wengi hamtakufanikiwa maisha. Mafanikio bora katika nchi hii yatajengwa na sera nzuri. Ndugu zangu, mkisikia tamko wakati wote wa chama chetu juu ya makusudio yaliyoko mbele yetu kuhusu uchaguzi nakuja, tunaomba mtuunge mkono kwa kahi mtakavyoweza. Asanteni sana Asa, Mungu awabariki sana, asalamu alaikum.